uvya kata ya Idodi katika halmashauri ya wilaya ya Iringa wamekosa makazi baada ya mvua iliyoambatana na upepo mkali kuharibu nyumba zaidi ya 25. Mvua hizo ambazo zimeharibu vyakula yakiwemo mahindi, mpunga na maharage zimeacha familia za watu zaidi ya mia moja zikiwa hazina chakula, zikiwa hazina chakula cha uhakika. Taarifa kamili na Oliver Moto. Nikasema sasa um, nyumba za wenzangu huku, na kivumbi ninapoingia ndani, kumbe imesha nivuma. Ni majanga ambayo yamewakumba wananchi wa kata ya Idodi pale, mvua iliyoambatana na upepo mkali kuezua paa za nyumba zao, huku nyumba nyingine zikianguka na kuwaacha wananchi wakiwa hawana makazi. Hali ya jana, ukweli, mvua ya hapa ilinyesha ya kiajabu, ambapo mimi kwa kweli sijawahi kuona mvua ilionyesha chafu kama ya jana. Ilikuwa na mvua, mvua mkavu na upepo mkali ambao hamwezi kuona, na watu hali ya hewa mnavyoona hivi. Watu kama huyu jamaa amejitahidi tu kurudishia, na ufaona mapeo hayo bado kubofu, bado huko mnakoendea mabati yale barabarani yale, bado huko mbeleni huko kuna upungufu wa kabila hiyo hiyo Nimetoka shamba nimekuta nyumba imeshabomoka. Nimepigiwa simu kama mwanao ameusha umia, mpeleka hospitali, ndipo nimekuja nimekuta hali kama mnavyoiona hivi. Sina jinsi hata mahali pa kuishi kama mnavyoona, nimepigilia manyasi tu hapo ndo naishi na familia, na inasoma na daftari zote nimeona hali info zote zimechafuka, hata jinsi sina. Kata hii ya Idodi yenye zaidi ya wakazi elfu kumi na kaya elfu mbili mia tano themanini na mbili kwa sasa wananchi zaidi ya mia moja uhakika wa chakula kwao ni shida kwa upepo mkali kabeba nyumba yote na mahindi yaliona kama debe nne na unga debe mbili chakula, dbdebeb chakula kimelowa, mahindi kama unavyoona magunia hayo yamelowana, lakini najaribu kuhangaikia ili angalau nikizi mahitaji, lakini nashindwa. Kwa muda wa masaa matatu mvua inanyesha mfulizo na upepo mkali na mawe makubwa mm, nikaona watu wanakuja nyumbani, wanakuja kulia kama msiba. Richard D. Kasesela Mkuu wa wilaya ya Iringa akiongozana na kamati ya maafa ya wilaya ya Iringa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama anatoa ushauri wa nini kifanyike ili kuepusha madhara zaidi. Tumekaa kama kamati ya maafa, na tutarudi tena kukaa ili tuangalie tathmini, tutawasaidiaje. Kile kinachowezekana kuwasaidia, tufanye haraka, lakini nimetoa agizo kwamba madarasa matatu ambayo yako hapo karibu yawekwe tayari kwa ajili ya kupokelea watu ambao wataendelea kupata maafa, kwa sababu hii ni mwanzo, tunategemea kupata matatizo mengi zaidi, kwa sababu hali ya mvua ninavyoiona na hali ya nyumba, kwa kweli wanahitaji kusaidiwa wananchi wote, sio wa hapa tu Idodi. Kwanza wakae kwenye maeneo, wale wanaokaa mabondeni waanze kuhama haraka sana kwenye maeneo hatarishi. Wale ambao hawako kwenye maeneo hatarishi waangalie nyumba zao, waziweke sawa wale ambao wana mazao ndani na wana wasiwasi na nyumba zao wawapeleke kwenye magara. Tumetenga magara karibu ishirini na nane kwa ajili ya kutunza mazao ambayo yatasaidia kipindi hiki ambacho kuna mvua, yanaweza yakatunzwa vizuri kuliko kaa nayo ndani. Kama yule mzee amepoteza mazao yake bila sababu yoyote ambayo angeweza kutunza kwenye gara. Hata hivyo, kuna uwezekano wa maafa haya yakaongezeka maradufu zaidi, na hiyo ni kutokana na mvua kuendelea kunyesha, kwani hata mkuu wa wilaya pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama aliendesha zoezi la kuwatembelea waathirika wa mvua hizi, mvua kubwa ilikuwa ikiendelea kunyesha. Oliva Moto, Star TV, Iringa.